Kwa miaka mingi jamii ya Wakamba imesalia katika mrengo wa upinzani, na hata wakati ambapo serikali jumuishi iliundwa bado haikuingia serikalini. Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, kusini na Finland Dkt. Timothy Ndambuki akisema kuwa kamwe hawatahesabika serikalini iwapo wataendelea kudinda kushirikiana na, na serikali yes.

Mingi. Bima ya afya ya SHA ikiendelea kupingwa vikali na baadhi ya viongozi na wananchi. Askofu Mkuu ameweka wazi kuwa ijapokuwa kuna changamoto ibuka ni vyema kujisajili na kupuuza propaganda nyingi zinazoenezwa dhidi yake kwani hakuna mtu anayejua siku atakuwa mgonjwaapokiwene siasa na usuni wewawa siasa propaganda na asa sana naasasana mindo siasa situ sia Kenya si propaganda mbingi kiasi cha onokeka nesa wiawa wĩkita onaĩ kwondo ou ndeto isu yu mwatavwa na shauisyauvinduka si vai mundu utawanandwĩsiwwa wakeana noseo wayongi commissioner ni owathi yatwa niwadika wiani Yona ndiutinda yete ele process tunetela na NHIF pr isu yo vandu ve na ka shoti card keosa mundu oyu akandreswa ukoona tetheka naso nikyoyituminsya e, e, ekai tutavie etikili e, kana vekavindu ila twakwata mwanya nikenda mekeata masaluche matetheke Aidha, amerai na kuhimiza utendakazi wa pamoja katika serikali ya kaunti ya Machakos kutokana na mgawanyiko unaoshuhudiwa yovene masaku kaula wikwo kote mwingi na ungi utemevo Ya? y imwi ni mwingi muno na indi timavoye ikikulyo omoloto usu wakwiwa na wihwe wionuuaskofu mkuu pia aliweka jiwe la msingi katika jengo jipya la kanisa la ABC Masinga Township, County ya Machakos. To the glory of God, this foundation stone of ABC Masinga Township